Wanakutana na changamoto kila siku za wiki, lakini hata hivyo, na wenyewe wana matarajio kama wewe, ambayo mtazamaji wa Rabi TV, ambayo unayo. Mimi ni Georgina Mwatatu na hii ni Zefact Agenda kila siku ya Alhamis, na leo tupo nyumbani kwa mlezi wa James Foundation Victoria Joaquim Pereira. Tutazungumza mengi kuhusiana na watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, hususan ambao wapo mitaani. Habari yako mama. Salam, mzee. Nzima, mzima kabisa. Karibu. Asante. Tumefika. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana. Mm-hmm. Katika mengi ambayo tutazungumza lakini moja kwa moja tuanze na kwamba wewe ni mlezi wa kituo cha James Foundation. Yeah. Lakini sasa tunataka tufahamu zaidi kwamba ilikuwaje mpaka ukavutiwa kuwa mlezi wa kituo cha James Foundation? Asante sana. Nashukuru kwa swali lako. Kwanza kabisa, nilijionaje na James? Mm-hmm. Uh, mimi napenda ku kutoa sadaka kwa kutumia chakula. Mimi ni mpishi, yeah. Katari. Sasa siku nimepika chakula nimepelekea watoto huko barabarani. Nafunga kwenye paketi nawapelekea watoto huko barabarani wanaoishi bila wazazi. Kwa hiyo siku, mm -hmm, napelekea watoto wakawa wananiambia kumbe siku hiyo ni kuna msako wale watu wanaosaidia watoto huko barabarani. Kwa sababu wanasema, um, huruhusi kutoa msaada um, barabarani kwa kuwa watoto wale unawaentertain kuja barabarani kutoka majumbani. Kwa hiyo wakati nawapa kile chakula wakaniambia mama, usifungue chakula, kimbia, kimbia, kimbia defender hilo linakuja. Kwao nikakimbizana nao mpaka pale kijazi. Wakajiingiza kwa chini ya kijazi. Defender ikapita. Ngamba, mbona mbona mnaniambia nikimbie? Wakaniambia, mama, polisi wanatafuta. Nyinyi ndio ninawaitateni na tutateni kuja ku, kuja huko barabarani kwa sababu tunajua tunajua kwamba kuna misaada, kuna chakula, kuna hela kwa hiyo ruhusi. Basi nikawapa kile chakula. Wakati nawapa, nauliza sasa, nyinyi mnakaa wapi? Kwa kweli walitaja sehemu mbalimbali, wengine tunakaa pa Kijazi, wengine tunakaa Msimbazi, wengine tunakaa Kariakoo. Mmoja akasema sisi tunakaa Makongo. Ah, Makongo? mbona hamna watoto kama nyie? Tupo mama, tunakaa na kaka yetu mmoja anaitwa James. Mimi nasema kaka, mimi nasema baba, mimi nasema mali James eh. Wapi? karibu na kanisa la Roma. Ah, kaendelea ku chakula kikawa kimebaki, nikasema tunapeleka wapi? Nikakiweka tena kesho nianze tena moja kwa sababu kilikuwa kingi Kaniambia pana mama tukipeleke nyumbani kwa kaka. Wapi Makongo? Nikajua nika wanandanganya. Basi nipe namba, wakanipa namba. Walivyonipa ile namba nikasema hata kama wanandanganya wameshanipa namba, ngoja tu niwape kile chakula kwa sababu mm -hmm, kwenye packages nikawapa, kaondoka nacho. Mimi nikaondoka huko, sio nilikuwa na bajaji. Sasa siku moja nikaamua kupiga simu kutafuta yule kaka. Hii kuli James akapokea baada kama mimi mwezi miezi miwili. James, ujambo. Shikamoo, marahaba. Ujambo. E, eti unakaa na watoto wasio na watoto yatima. Akaniambia mama wengine ni yatima lakini wengi sio yatima. Ah, tu tukaonana, ndio mama akaniagizia nyumbani kwake yeah. Hapo ndio tulikutana sasa, ni kwamba iko hiyo, ndio ilikuwa moja ya sababu ya kuweza yeah, ukawa mlezi wa James Foundation. Mm -hmm. Lakini sasa vipi kwa sasa hivi, bado unaendelea na utaratibu huo huo ya kwamba unachukua chakula unawapelekea, sasa baada ya kukutana na James na kumuuliza maswali kwa nini mna serikali inakataa tusiwape watoto chakula huko barabarani, ndio akanionyesha dokumentari zake tena ambazo yeye mwenyewe anaziandaa akiwa na hiyo na hiyo na serikali wenyewe, kwamba wanatafuta mkakati wa kuwawezesha hawa watoto wasiwe entertain kuja barabarani, watafute njia ya kuwatunza wakiwa kwenye kituo au wakiwa kwa wazazi wao. Kwa hiyo ndio maana walikuwa wanatengeneza mabango kabisa waanze kutangaza. Ndio nilikuwa nauliza, sasa, mbona mnatukamata kabla hamjatangaza tukaishia hivi mpaka sasa hivi mm. una uh, muda gani baada ya kuwa mrezi sasa rasmi eh ya James? Nilimtambua eh, nilimjua kwanza. hmm. hmm. yaapo, kwa kupitia njia panda. Yes. 13 14 baada ya hapo ikapotea, sikuwahi kumwona mm. kwenye macho ni historia tu. 20 21 ndio hilo tukio la kuwapa chakula watoto, nilianza rasmi kuwapikia chakula kwa msimani au misari huko barabarani. Hapo nilikutana na James. Ishirini ishirini na moja mpaka sasa hivi elfu mbili na ishirini na tano. Lakini hata hivyo, ni kipi ambacho kilisababisha sasa wewe uh, Victoria, kama ngoja sasa za mimi ni bebe ili jukumu la kuwa mlezi sasa? Asante ah, sandi, sana kwa kweli, kwa mimi kama mimi napenda sana kuhudumia watoto ya yeah, hiyo ni nature yangu. Baada ya kupata sasa James na ile ya kupeleka chakula barabarani, nilistopisha kwa hiyo sasa James, James anaishi na watoto. James anaishi na walai watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. James anapokea watoto kila itopo leo yeah. anaweza kupokea vile vichanga sana. sasa ngambia James hawa watoto unaishi nao wakati unamwona, James alikuwa na watoto 100, fikiria mm, na vijana kama wale 100 ndani ya ndani ya ndani mm. ya yeah. nyumba yake na nyumba yake ni kisemu kidogo tu, hata ukikiona utaona huruma. Kwa hiyo sasa James kilichokuwa anachokifanya mimi sasa siku nikipata nikiwa na hela nitampelekea. Siku nikipika chakula, labda siku ya catering yangu, nitahakikisha na mimi napika chakula cha wale watoto. Lakini uzuri mmoja kilichosaidia zaidi ni kwamba James baada ya kuungana na hizi taasisi, kwa mfano wizara ya wizara ya jamii, mm -hmm. eh, maendeleo ya jamii jinsia, naato, eh, na, eh, na watoto wali. kwa hiyo James anafanya nao kazi kwa hiyo kilichosaidia ni pale jinsi alivyoanza kufanya nao kazi, wakaanza kuchukua wale vijana na kuwapeleka katika vituo maalum. Vituo mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo ilienda hivyo mpaka jinsi akabaki na watoto wachache. Kwa mfano jinsi anaishi na watoto kama 15 hivyo pale nyumbani. Ndio anaishi nao kabisa. Na baada ya hii wizara ya jamii na watoto ilivyo ilivyokuwa naye nafanya naye kazi, yani serikali kwa mjuko kufanya naye kazi, imekuwa rahisi jinsi ikipokea kitoto kidogo moja kwa moja nawapeleka kwenye Kweleka. Ya. Mm -hmm. Na lakini hata hivyo, unajisikiaje sasa baada ya kuweza kulibeba jukumu la kuwa mlezi wa James Foundation, lakini hata hivyo aa, uh, pamoja kwamba kwa sasa hivi kituo kina jumla la watoto wangapi? Kituo cha James sasa hivi kama James kuna watoto 15. 15. Ya. Yeah. Na kwa upande wako sasa, mlezi, unajisikiaje sasa kwa upande wako kwamba mimi sasa hivi ni mlezi wa James Foundation mm -hmm. unajisikiaje? Kwa kweli ninajisikia furaha na na, na furaha yenyewe ni kwamba nimeweza kuwa na watoto ambao angalau ni watoto wenye malezi magumu, lakini na mimi ni pati ya kuwasaidia kwa njia moja au nyingine. Kila mmoja ana matarajio yake, mimi na matarajio yangu na tumaini. Hata na wewe pia una matarajio yako vipi, mm -hmm, kuhusiana na watoto ambao wapo katika kituo ambao sasa ambao unaona, kwa sababu yeye ni mlezi, una vitu vingi sana ambavyo unaviona kutoka kwao. Je, mm, kuna matarajio yoyote ambao unayaona kutoka kwao? Yeah, matarajio ambayo unayaona katika kwa wale watoto kwanza ni kwa sasa hivi ni matarajio chanya, ni matarajio chanya. Kwa sababu gani? tunamshukuru Mungu sana aliyetupa huyu mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu, Samia Hassan Suluhu ni mama, ni rais ambaye ameamua pia kwa upande mmoja au nyingine kuchukua jukumu la kuwatambua hawa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Alichukua jukumu kwa mara ya kwanza sensa iliyopita O, mama ameamua hawa watoto wahesabiwe, kwa hiyo watoto wako kwenye sensa. Kwa hiyo ni ni moja pointi moja ambayo ni ya nguvu sana, sana sana sana. Kingine cha pili ni kwamba James alitengeneza aliandika kitabu. Unaona hicho kitabu maisha, maisha halisi ya mtoto, ya mtoto, la mtoto, mtoto la na kijana mtaani, elimu ya malezi bora kwa ustawi wa jamii. Ni kitabu ambacho kimeandikwa kime na James. James mtoto aliyepitia katika haya maisha ya mtoto wa mtaani. Lakini kwa upande mmoja au mwingine, Mwenyezi Mungu toka alivyomleta huko duniani alimleta kwa sababu ya kusudi fulani mm -hmm. Ni mtoto wa mtaani, lakini toka ameingia mtaani hajawahi kuvuta sigara, hajawahi kuvuta bangi, hajawahi kuingia katika magenge machafu. Mm -hmm. Yeye amekuwa ndio kiongozi wa kusaidia wale wenzake. Kwa hiyo kitabu alivyokiandika ni kitabu cha kuwezesha jinsi kupelekea jamii malezi kujifunza malezi bora ya kulea watoto na watoto wakiwa ndani ya jamii yao. Kwa hiyo matarajio ni kwamba tukiweza kupata hii elimu, especially zile familia ambazo ndio zinaanza uhusiano, hmm. Labda wanaanza urafiki na wanategemea kuoana, wakaanzishe familia, wakiweza kupata malezi bora ni kwamba hawa watoto wa mitaani watakuwa ni wachache. Kama walikuwa mm -hmm, wanaingia watoto kumi kwa mwezi, na ka wataingia watoto watatu mm -hmm, au hakuna kabisa, kutokana na mafundisho ya hiki kitabu. Umesema kwamba katika kituo mpaka sasa hivi kuna watoto watoto 15 ambao wapo, lakini hata hivyo umri wao sasa upo, yendi, aha, kuna watoto wa miaka ishirini mpaka ishirini na tano sasa hivi, yule kijana yule ni kama mtoto wangu wa kwanza, lakini kwa kwa kwa, kwa jinsi mama alivyo mama pamoja na serikali yake, jinsi sababu ameshatambua hii ha, nani hii taasisi ni kwamba wale watoto ambao wana miaka 25 wameshapelekwa shule. Hawa ambao wako pale wamepelekwa VETA pamoja na chuo cha catering. Hawa VETA tayari wana wamesomea catering, wameshaajiriwa, wengine ni madereva. Kwa hiyo matarajio yangu sasa hivi ni kwamba tukiweza kwenda jinsi inavyoenda sasa hivi, ukaendelea kupata elimu na jinsi ambavyo serikali imeshaanza kuwatambua, ni kwamba wale watoto sasa hivi matarajio yao wanaenda kuwa na familia kama sisi, wanaenda kuajiriwa na maisha yakaenda, ndio umezungumzia matarajio ambayo yapo kwa upande wako lakini hata hivyo natumaini kwamba hata na wao wana matarajio yao we ni mlezi na unakaa nao natumaini mnazungumza masuala mbalimbali wewe unavyoona kwa mtazamo wako tu wa kawaida je na wao wana matarajio yapi wanatamani wengi sana wanatamani kwenda shule wanatamani kwenda kwenye vyo na kule huko mtaani kuna watoto wengi sana ambao wana vipaji vipaji vya kuimba vipaji vya kuchora, vipaji vya comedian vipo. Hata maenjinia wapo. Lakini sasa ni nani wa kumshika mkono? Kama jinsi ambavyo tuko na James. James angalau tunamshukuru Mungu alipata mtu wa kum. kwa sababu yeye pia ana akili na maarifa, lakini maarifa akili na maarifa yake yalionekana mapema na akapatikana mtu wa kumshika mkono. Kama tunavyosikia, hata ukimuuliza maswali au ukimhoji na kumwambia, anamshukuru Mungu sana kwa ajili ya marehemu Ruge. Marehemu Ruge ndiye anamshika mkono na ka kaweza kutoka kwenye mitaani. Akaja akafariki. Alipofariki ameangalia ukisoma hicho kitabu amepita sana kitumsaidia tu, hakukubali kukaa kwenye magenge mabaya. Kwa hiyo ndicho kumsaidia kufika hapa. Kwa maana hiyo tukiweza kushika wale, kusaidia wale watoto ambao wana matarajio makubwa, wakipata mtu kumshika mkono, watafika mbali, na hawaamini kwamba yaani hamu mtu ambaye kuko anasema mimi ndio nimefika hapana. Anakuambia mimi nitakuja kuwa mwalimu, nitakuja kuwa daktari, lakini nianzie wapi? Mtazamaji wa Arabi TV ni The Facts Agenda, na leo tupo maeneo ya Makongo Jiu, tumekuja kukutana na Bi Victoria, ambaye huyu ni mlezi wa taasisi ya James Foundation, taasisi ambayo sio ya serikali ambayo inasaidia watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Lakini hata hivyo, tumeweza kuzungumzia masuala mbalimbali hapa. Uh, kuna masuala mazima kwa swala ya mtaani mtaani. Tunasema kwamba katika maisha kuna changamoto, kama hujapitia changamoto basi e, bado hujajua maisha, na hata hivyo hivyo na kuna baadhi ya tu anasema hata na mimi pia nasema kwamba katika mafanikio yoyote kuna changamoto. Ni changamoto zipi ambazo umekumbana nazo katika upande wa malezi? Asante sana kwa swali lako. Changamoto ambazo nakutana nazo kwenye malezi, tuanze upande wa chakula. Mm -hmm. Kupata chakula cha kulisha wale watoto kila wakati wale kama watoto unaoishi ndani ya nyumba kwa kweli ni pagumu. Kwa hiyo kuna siku nyingi watu wanaala na, na njaa na pia changamoto ya pili ni jinsi ya kusaidia wale watoto wapate elimu bora. hmm. Eh, kwa elimu bora kwa kweli ni shida sana. Ujue watoto shule ziko mbali, mtoto anatakiwa apate nauli, mtoto anatakiwa apate hela ya kununua kitu chochote kile cha kula. Ujue mashule siku hizi lazima uwe na hela mkononi. Sasa ile keshi ya kumpa yule mtoto kila siku pia pia, hmm. hiyo inakuwa ni ni shida. Mavazi, mavazi ni shida, kikubwa zaidi ni hospitali. Hospitali hasa baada ya hizi bima kuanza kulegea pata matatizo kidogo ikale, ikalegea. Hospitali inampa ina, inawapa watoto shida sana, inawapa tushia kwa sababu gani? kustawi wa jamii wanafungu, lakini pale mtu anapoanza ghafla mpaka afike hospitali ifike sehemu inayostahili James aende aandikishe kila kitu ni changamoto kubwa sana, yani changamoto sana. Tunakuta hatuna kesho mkononi na hivi. Bi Victoria, hivi unadhani ni kwamba ni mambo gani ambayo yanapaswa yaweze kuboreshwa zaidi ili kuweza kuwasaidia watoto? Elimu bora kwa jamii jamii. Yaani hicho ndio kitu cha kwanza kabisa. Ni elimu bora kwa jamii tukishapata elimu bora kwa jamii, hakuna kitu ambacho kitashindikana. Tuseme ni kwamba jamii bado haijaweza kufunguka zaidi. Haijafunguka kabisa kuhusu kwa, kulea watoto wetu. Kwa sababu kwa mfano mimi mtoto ana, mwanangu anaenda kuoa. Yeye anafikiri akienda kuoa ni ile starehe ya baby baby basi hatu hatuwapi ile elimu kwamba ni changamoto gani unazikuta kwenye ndoa. Unaweza kukuta mume wako ana mtoto mm, au unaweza kukuta mtoto mtoto anayeenda mmekupendana, lakini mimi na mtoto au yeye ana mtoto. Je, wana elimu ya kumpokea yule mtoto kama mtoto wako, especially wa mama. Mimi ni mwanamke. Unajua mimi hapa nilipo niko tayari kulea wale watoto wa James, lakini kumpokea mtoto wa mume wangu akija wa hapo nyumbani nafsi haitaki, nafsi haitaki kabisa. Sasa nataka tutoe zile ile elimu ya kwamba unaweza kukutana na mtoto au au unaweza ukaletewa mtoto au tunaweza tukapata tatizo lolote, labda kuna vita au mimi nimekufa au mume wangu amekufa, wa mimi nitaolewa au mume ataoa. Je, yeah. wale watoto unaoenda kukutana nao unawalea vipi? unawavumilia vipi Tuwe na ule utu wa kuvumilia mtoto wa mtu aliyetoka kwenye tumbo la mtu mwingine, mwanamke mwenzako, kama yule wako wako, especially unapokutana mtoto, baba amekufa au mama amekufa. mm -hmm. Ni changamoto kubwa sana, especially mama akifariki, ndio kasheshe Mhm. Mm -hmm. ya changamoto ambazo umeweza kuzielezea, lakini bado wewe ni mlezi wa James Foundation. Ndio. Mm -hmm. Tuambie ndani yake kuna siri hipi ambayo ipo, Nisikimiki hapa na pale lakini wewe bado. Mama. Ni mlezi wa James. Ya, kuna changamoto unajua ile ukiwa na familia hata wewe ukiwa ndani na baba na mama kuna ile mikiki inayotokea kuna kutokuelewana kuna unakuta sasa hivi labda unaweza kuambiwa mama natakiwa sasa hivi naomba kama shilingi elfu ishirini niweze kwenda kuna, kuna mtoto amepata ajali nikampeleka hospitali hapo huna hata senti tano unafanyaje hmm. jinsi ya kumjibu yule kijana jinsi ya kumjibu James, alafu James Usimuone hivyo. James ni kijana ambaye nikwambia sijui ni mzalendo wa aina gani. Kingekuwa na watoto watatu duniani au Tanzania, si ungekuta tuko wapi? James yuko tayari avue nguo zote, avue amvalishe mtoto yuko uchi pale atembee uchi. Hasa anapokuambia mama, ninao, nitumie shilingi fulani nipeleke mtoto hospitali huna. Utakapo mjibu huna, hakuelewi. Inakuwaje unaona mtoto anakufa lafu, una, kamba, una, kwa unaniambia kwamba una hiyo hela. Kwa hiyo lazima utafute njia yote ili upate hiyo hela. Aipate James. Mtoto aende hospitali, alafu ndio unafanya mambo mengine yanaendelea ya ukimkata ya. Jemsi hapa, hiyo damu yake ina harufu ya watoto wote Tanzania nzima. Lakini hata hivi ni mambo gani ambayo yafanya, mpaka sasa hivi anasema pale, mimi nilifanya ambapo uh, kwa ajili ya kuweza kuwafariji watoto. Ninamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo nimeweza kuwa na Jemsi mguu kwa mguu mpaka akaweza kumaliza hiki kitabu kisabu kufika hapa sio kazi ndogo ya, ya, mpaka kitabu akiprinti ni gharama kubwa sana. James ni mwimbaji. James ameshatoa nyimbo zake kama sita ambazo zipo zinasikilizwa sio kazi ndogo. Kwa hiyo zile James zinamuelimisha maisha ya jamii bora, na hichi kitabu pia ni kitabu ambacho kitawapa jamii elimu bora ya kuwalea watoto. Kwa hiyo hapo naweza kasema, asante Mungu umeniwezesha nikamshika huyu mtoto mkono, akafika hapa. James kufika hapa sio yeye peke yake, ni pamoja na wale watoto wote wanao walioko nyuma yake hapo. Naweza nikasema namshukuru Mungu kwa hilo. Tumeweza kuzungumzia upande wa shule. Uh, sasa hivi kama ambavyo tunajua ni kwamba katika uh, sera ambayo ipo kwa sasa hivi kwa nchini Tanzania ni elimu bila malipo ambayo inatolewa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yep. Sasa vipi kuhusiana na wale vijana ambao labda wapo katika taasisi? Ni kwamba na yenyewe umeweza kusema kwamba wameenda shule, lakini vile vile, je ni kwamba taasisi imeweza kuandaa mpango upi kuhusiana na hawa ambao sasa ambao hawajaenda uh, uh, shule? Umezungumza sasa, kuna wengine ambao wameenda amba vita kuna wengine ambao uh, wapo katika vyuo mbalimbali. Kuna wengine ambao wapo katika shule, inawezekana shule kaan shule ya msingi au ni shule ya sekondari, lakini bado kuna wimbi kubwa sana la watoto wengine na vijana wengine wapo mtaani. Taasisi kuna mpango wote ambao wameweza kuandaa? Aha, i-hiyo ni kwamba tuko na hii Wizara ya Maendeleo ya wa Jamii, Wanawake na Watoto. Tukishapokea wale watoto kama wako kwenye mikono yetu, kitu kifanya kikubwa ni kuwapeleka kwenye vituo. Mm-hmm. Vile vituo vikishafika wakishafika pale, sasa wao tunaanza kuwafuatilizia je, unataka kwenda shule? Umeshada sala ngapi? Ulikuwa unasoma wapi? Tunaanza kuwaingiza katika shule mbalimbali. Mbali. Kama ni chuo, wanaenda kwenye chuo mbalimbali. Mbali. Na kwamba wala sio mimi na pia. Ni serikali yenyewe ukishapeleka majina kule, wanaanza kuwafuatilizia wanawalipia. Yes. Na je, katika mafanikio sasa ya taasisi, tumezungumzia changamoto, tuje upande wa mafanikio sasa. Ni nimeona ni, ni heri tuanze na upande hasi alafu tuje tumalize na upande chanya. Tuje katika upande wa mafanikio. Mafanikio yapi ambayo mmeweza kuyapata? Mafanikio ambayo tumeyapata kwa kweli ni ni jinsi ambavyo hizi taasisi zimekubali kuchukua wale watoto walioko pale na kuweza kwenda kuwapokea na kuwaendeleza. Hayo ni mafanikio makubwa ambayo tumeona katika hii taasisi ya Jens Foundation. Lakini hata hivyo malengo ya watoto ambao wapo sasa katika taasisi, ukiangalia ukichungulia chungulia. Malengo yanaenda malengo yanaenda kwa sababu watoto wanaenda chuo, wanafatiliziwa kwa karibu, wanafika chuo na wakifika chuo, ile taasisi pia ime, tunafanya juu chini kuwafatilizia waweze kupata kazi. Kwa hiyo na wengi wamepata kazi, wengi ni madereva, na wengine wa, wanafanya hizi kazi za kuranda, wengine ni hawa wana wako kwenye makatano. Taasisi ipo kwa upande wa Dar es Salaam peke yake, ndiyo kwa sasa hivi iko hapa kwa kama ofisi kwa hapa Dar es Salaam peke yake, lakini sasa Jimsi anapita katika kila mkoa kuangalia wale watoto ambao wako kwenye hizi shida na ndio kuangalia. Je, ambao wanatakiwa kwenda shule wana uwezo wa kwenda shule? Kwa hiyo wanawafuatilizia kwa ni kwamba kwa, kwa mkoani bado amna ofisi ya yeah, yeah, yeah. lakini kwa upande wa Dar es Salaam ndio tayari kuna, kuna Foundation, yes. Lakini hata hivyo ni kwamba uh, tufanye nini sasa ili kuweza kuondoa wimbi la watoto wa mitaani. Nini kifanyike? elimu bora kwa malezi bila kupata bila kupata elimu bora elim elim elim kwa malezi ya jamii sio kitu rahisi, sio kitu rahisi elimu tu, yaani tukiweza kupata elimu kwa kweli, kwa sababu ukishajua kwamba mimi naenda kuolewa au mimi naenda kuzaa. Hmm? Wewe fikiri mtu anatoka tu anajua kisha balehe, mkutana na kisha kutana na mtu, lazima wewe unajua kwamba nimesha balehe nimeshapata hisia, nikikutana na Geoffrey nikutana niki na Victoria, ni kitu gani kinatokea? Anatokea mtoto yule. Mtoto akishatokea inakuwaje? mtoto kijana akiwa na hiyo akili tayari, nakwambia watoto watapungua, watajua wanakutana vipi, kwa njia zipi, wasije wakatoe kiumbe ambacho hawawezi kufanya nini, hawawezi kukilea. Hivi, unakubaliana na mimi kusema kwamba malezi yanasababisha kuongezeka kwa watoto mitaani? Kwa, kwa sababu una kuna kipindi ambapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kuzungumza akisema kwamba sasa hivi mtindo um, wa malezi umebadilika sana tofauti na kipindi cha nyuma, akaweza kusema akasema kwamba sasa hivi unakuta kwamba ni mtoto mdogo sana labda na miaka miwili ana mwaka moja, lakini wazazi wanamkimbiza kumpeleka katika shule za awali. Na lakini hata huko ambapo ambapo anapelekwa huyo mtoto sio kwamba anakuwa karibu zaidi na mama au anakuwa zaidi uh, karibu na baba. Hapana, anakuwa karibu zaidi na yule mtu ambaye anamwangalia akiwa uh, shule. Na akasema kwamba mfano labda mtoto anaenda shule saa mbili lakini asubuhi, lakini kwa machangamoto inakuja kwamba mzazi, muda ambao anaenda kumchukua huyo mtoto, unakuta wengine na kuchukua usiku. Yule ambaye ambaye anakaa naye katika hiyo shule anambia kwamba mchukue tu, hana shida, mtoto amesha kula na amesha mwogesha. Mzazi anamchukua mtoto, anaenda kumlaza. Ikifika e asubuhi, mtindo um, wa maisha unakuwa ni huo huo wa kila siku. Je, hii inapelekea kwamba, uh, kuongezeka kwa watoto mtaani upande wa malezi? Ukiniambia hmm, kwamba ina, inapelekea kuongezeka kwa watoto mtaani kwa upande wangu nasema hapana, kwa sababu elimu bora kwa malezi, yule mwalimu mwenyewe anamlea yule mtoto, akiweza kumpa elimu bora ya malezi ya utayari wa kuja kuanza familia yake, yule mtoto kwanza anashika zaidi. Unajua mtoto kuanzia zero mpaka miaka saba ndio kila kitu ndio kila yani, kila kitu unachofundisha mtoto pale ndio anachokipata. Kwa hiyo hata kuwa unakopeleka kule shuleni wale waalimu peke yao au yule mlezi anayemwangalia yule mtoto kamili, anapelekea watu ambao kama wanawalea tu, kama mama. Wana wana elimu bora ya, ya kuwafundisha hao, watoto wana elimu bora ya jamii. Ana hiyo hiyo elimu, angekuwa na hiyo elimu, aunti nakwambia hawa watoto wasingefikia hapa. Watoto wa mtaani ni jinsi gani sisi tunawalea, ni si jinsi gani mimi nilivyolelewa, ni jinsi gani napopokea yule mtoto aliyenkosa mama, mama alikuwa kumzaa una mshikaji yule mtoto ambaye amekosa mama ah, ambaye amekosa baba. Kwa mfano, ukisoma hichi kitabu, kuna kuna kaka mmoja anaitwa Bruno, dada Bruno, sio hichi kitabu, huyo Bruno James, kumbuka James ni alikuwa ni mtoto na yeye mtoto, ali alichukuliwa akiwa mtoto mdogo akawa analelewa. Mama yake alianza kumfundisha jinsi ya kusaidia watoto ambao hawana wako wako vituoni. Huyu James akawa anakutana na huyo Bruno. Kwa hiyo vikao vinacheza vikiwa vidogo. Baadaye James akaja pata matatizo naye akawa mtoto wa mtaani. Anakuja kutana na Bruno aliyokuwa anakuta kule kituoni. Bruno, vipi, mbona huko huko? Akamwambia siwezi kwa kule kituoni, kule kituoni nafungiwa sana. Hivi kwa nini huko barabarani? Mama yangu alifariki, baba akaoa mwanamke mwingine. Yule mama amenikataa. Kwa hiyo kwa sababu amenikataa, baba akaamua kunipeleka kituoni ili nikalelewe huko, mama asipate shida kwa. Unaona hapo ni mapenzi baba na mama wanataka mama. mapenzi yao mimi mwanamke ndio nimefanya yule mtoto ametoka pale, lakini yule mwanamke toka utotoni wake angekuwa ameshaelezwa elimu bora ya jamii binadamu ni kitu gani, unastahili uishije na mtu ambaye hujamzaa. Mimi kama mimi sikumzaa, nimemkuta mtoto hapo, ninatakiwa nina pointi za kukaa na yule mtoto nazwante, kwa sababu ni binadamu kama mimi. Angekuwa nazo ante angeogopa, kwani wanavyofundishwa dini mtoto dini anaishikaje? Toka hiyo Christian toka mdogo kwa jina la baba na la Muislam, alakbaru sure. Toka vikiwa vidogo utamshika utamgusa kiwa mtu mzima kumtoi kuniambi mimi niende islamiki kumwambia yule muislamu aje, kwa sababu ameshika kile kitu kwa kiwa mdogo. Na sisi elimu hii tukiweza kuwapa wale watoto wanaoanza maisha na kuambia atakutana na watoto hata sita utapambana napaka, watakuwa, Halfway, ito, nao mpaka watakuwa wakubwa hofu ile tunayo ya kumlea binadamu ambaye hajatoka kwenye tumbo lako. Umezungumzia uh, upande wa elimu. Vipi kuhusiana na taasisi kwamba, je, huwa mnatembea katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kwenda kutoa elimu kwa jamii ya yeah? Tunatembea. mm -hmm. Tunatembea. mm -hmm. Tuna au siku nyingine tutazo kifanya kwa mfano James hapo, si unamwona James mm hapo? Siku tulikuwa na uwezo, sema James tuna hela -hmm. Tuna uwezo wa kulisha watoto mia napika chakula ananunua vinywaji, tunawaita watoto, anaenda kuchukua kutafuta na usafiri, kwa lazima uwe na usafiri, unachukua watoto naweka kwenye gari, na mbali kuna pati nyumbani, tuendeni. Kwa hiyo atafika pale, watakuja na hawa viongozi wa ustawi wa jamii, wanakuja naongea na watoto. Kwa hiyo unapata elimu nzuri anti, unakisha kisha pa chakula kukosi watoto wanne watano, wanalia, tunaomba kurudi nyumbani, tunaomba kurudi nyumbani. Sasa ubaya wa watoto akisha kwambia nataka kurudi nyumbani leo, akisha hapo hapo, unaanza kumfuatilizia. Akikaa siku mbili barabarani, ameshabadilisha mawazo. Kwa hiyo tukifanya wakishasikia hivyo, ndio jinsi sasa anaanza kufatilizia watoto, wamepata nauli, amepata barua, kila kitu, na kuanza kufuatilia huko waliko kwa wazazi wao, kuandika barua, kuongea na walezi wa kule ustawi wa jamii wa kule, watoto wanaondoka. Kwa hiyo kila tuki, tukiwa na hiyo na hiyo lunch, hatukosi watoto wawili watano kwenda nyumbani yeah. Ni mafanikio makubwa, mnapiga hatua, namshukuru Mungu mm -hmm. Neno la kumalizia ndio tunahitimisha mwisho mwisho, neno la kumalizia kwa mtazamaji wa BTV, lakini hata hivyo hivyo, neno la kumalizia kwa jamii yote kwa ujumla um, kwa kweli, neno la kumalizia ninachokiomba mimi kina naiomba serikali ya Dr. Samia Suluhu mama yetu mpendwa, kikubwa kabisa kwa upande wangu ni elimu bora. Hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kutusaidia. Kwa jinsi ni ambavyo nimekaa na jinsi nimeona, kwa sababu kama wanavyosema, hata ukipeleka chakula, hata ukipeleka nguo haisaidii. Kama akili haina haina haina afya, hakuna ambacho kitafanyika. Utapeleka nguo kila siku, watoto wataongezeka, wataongezeka, wataongezeka. Chakula hivyo hivyo. Tena kisha kuona wewe mama ndio anapeleka chakula unapendwa kama nini, lakini yule anampa elimu ya kumsaidia hapo, unaona mm -mm. Huyu sio mzuri. Kwa hiyo ambapo ndio maana hata mimi na sapoti na serikali wanasema kwamba sasa hivi hamtakii kupeleka chakula au msaada kwa barabarani na wenzake ni kweli. Mwanzo nilikuwa na alamia lakini sasa ni kweli. Kwa hiyo cha msingi tunaomba elimu eh, bora kwa jamii. Kwa nini tukiomba jamani? Maana hichi kitabu cha James. James tunapambana tuna tuna kuzindua hichi kitabu mwezi wa sita. Mwezi wa sita. Tarehe 16, siku ya mtoto wa Afrika, mtoto wa Afrika ehe, ni kitabu ambacho kitasaidia sana familia zetu. Kwa hiyo tutakiomba, tuna shida kubwa sana ya kuprint. Kuprint ni mamillions na ma millions. Kwa hiyo tukishaanza promotion, jamani, naombeni mtuone huko mliko, mtusaidie, mtulete msaada, mtapewa account. Anga hata hata kuprint vitabu viwili tu ni umesaidia sana, ili viweze kupatikana kwa wingi na ni watu wengi sana wanakitamani. Hatujaweza kujua ni shilingi ngapi tutakitauza kwa sababu hatujakiprint na pia nafikiri serikali na mpango wa kuki kwa, kwa kuweka mkono ili watu waweze kupata kwa bidii nzuri mtazamaji wa TV hivyo ambavyo the fact agenda siku hii ya leo nilikuwa uh, na B Victoria Joakimu jina la mwisho lile kumalizia, Pereira kwangu mtiani. <laughs> <laughs> tulikuwa na B Victoria Joakimu Pereira ambaye ni mlezi wa kituo cha James Foundation, na hii ni taasisi ambayo sio ya kiserikali, lakini lengo lake ni kuweza kuwasaidia watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu kuweza kuwatoa mitaani na kuwaleta katika kituo chake na kuweza kuwasaidia katika upande wa elimu, lakini hata hivyo so, sio upande wa elimu peke yake, na katika upande wa kuweza kuwapatia ajira kwa wale sasa ambao umri wao tayari sio mlo kwenda shule, lakini akianga kabisa huyu anaweza akafanya kazi fulani, basi yeye anamsaidia. Ndivyo ambavyo nawatamatisha siku hii ya leo. Mimi ni Jojina Mwatatu, endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.